Koma. Karibu ndio neno la kijasiri na neno la kiungwana na kila muungwana anapenda kusikia neno hili likipenya kwenye nta zake za masikio. Huyu hapa anaozungumza ni Salim mwanangu wa Ahmad, mchititi wa lugha au shi na adhimu ya Kiswahili. Niwakaribisha leo mabinti mpendeza sana nyeni, mabinti au wasichana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wa mama, <laughs> wa mama. <laughs> Sasa nakumbuka mwezi uliopita eh, waziri mwenye dhamana Dorothy Gwajima alizungumza kwamba mwezi wa tatu tarehe nane maazimisho eh, ya siku ya wanawake duniani yatafanyika pale Arusha ya ya, kita ndivyo eh, kitaifa eh? Ndivyo hivyo. mm -hmm. au hivyo ndivyo? <laughs> <Ndivyo hivyo. laughs> Kauli mbiu inasema kwamba wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, yaani kwamba msichana hajaachwa sasa safari hii msichana tunaye. <laughs> <laughs> Kauli ndio inasema hivyo, mimi nikiisoma nasoma kama inavyosema kwamba wanawake na wasichana tuimarishe e, lakini e, ndio inasema hivyo mm -hmm. Lakini ninyi niwarudishie, kwenu kauli mbiu inasema muimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwanza mpo, tupo e. mm -hmm. <laughs> Si, si, siku ya leo mwanayo na mnatamba nayo <laughs> <laughs> ne <Niene, unawake, wasichana? laughs> <laughs> <laughs> ni wanawake wasichana, hamna pa kutokea. Maana mkisema mabinti mnakuwa mmetoka ila wanawake mupo. Mkisema mpo, mkisema wasichana mpo, mshavuka, eh, mpo hapo mlipo mpo nyinyi leo wanawake yeah wanawake wamekuwa ni ni nguzo katika jamii. Tunajua kuanzia kwenye engo ya familia, kwenye engo za kisiasa, katika kuleta maendeleo. Nakumbuka katika miaka iliyopita kulikuwa kuna wawezeshaji waliowezeshwa katika kilimo, karibia walikuwa watu kama elfu saba hivi, ila kati ya hapo watu kama elfu tatu walikuwa ni wanawake, kwa hiyo unaiona nguvu ya mwanamke sasa. yes, ya, tunaiona yeah. nguvu na, ya mwanamke katika kuwezesha mm. katika jamii na kuipatia kipato Typhi. taifa letu yeah. na tunafuta ile kauli kwa ya kwamba mwanamke akiwezeshwa anaweza, kwa sababu unasema mwanamke akiwezeshwa anaweza, inaonekana kama kiumbe dhaifu hivi, hawezi mpaka awezeshwe mm -hmm. lakini tunaona kama mwanamke ndio hodari na ndio mwanamke yeye duniani ndio ana uwezo wa kufanya kazi nyingi sana kuliko kiumbe chochote Kasa, hei. Hei. Na kuna kitu amkijui ki, um, nitakwambieni mbona <laughs> kama unataka kuniambia kuniambiani kita <laughs> <laughs> tukiwa na rahisi pia anatuongoza anaongoza nchi ni kama ameweza kuongoza kwenye, kwenye sekta nyingi na kwenye sekta mbalimbali tuseme mbali, ukiacha yeah. Rahisi yeye kuwa kama mfano. mm -hmm. Lakini kuna wabunge kuna uh, wakuu wa mikoa uh, kuna wakuu wa wilaya uh, ni wanawake wanasongesha gurudumu na linakwenda vizuri kabisa, kabisa. Wame, wame mime, wasemaji, linakwenda barabara. <laughs> Barabara. Kwangu mimi naichukulia siku ya tarehe 8 mwezi wa tatu mm. Ni siku ya kumsherehekea. Ambao ni leo. Ambao ni leo. Yeah. Mwanamke yeah. Kuangalia maendeleo yeah. Changamoto, ndio maana nasema siku mnayo na mnatamba nayo na tunatamba nayo yeah. Yeah. Kwa hiyo tunaangalia maendeleo changamoto yeah. Na pengine tukaiangalia siku hii katika pembe tatu: wapi tumetoka, wapi wapi tulipo, tulipo sasa na wapi tunaelekea. Yeah, nimeipenda sana eh. <laughs> <laughs> <laughs> Yani kama mtu alojipanga wapi tumetoka, wapi tulipo na wapi tunakwenda. <laughs> Yani wanaongea kama waswali kazi jibu. <laughs> <laughs> <laughs> Unajua, mm -hmm, kitu ambacho watu wafahamu, dunia ijui mwanamke mm -hmm, ndio kiumbe ambaye ana uwezo wa kukaa na njaa muda mrefu kuliko mwanaume. Yeah, sure. Zamani vitabu vilikuwa vinacho vinachorwa kwamba anachorwa mwanamama ambaye ana ndoo kichwani, ana kuni kichwani e, alafu ile kuni ikifanya masahara, inaweza ikafungwa kata, kukawa kuna vitu vingine juu ya zile kuni, nyuma ya mgongo wake ana ana, ana ana mtoto kambeba, ukifanya masahara, mikono yake haiwi tupu pia, inakuwa ina kitu, alafu kwa nyuma kuna baba tukavaa seruni au msuri mm -hmm. namna hiyo na bakora, wanaongozana hivi, anakuja kibos kuna picha moja nyingine niliona kwamba mwanamke amechorwa ana kazi nyingi anafanya, yani mikono yote imefanya pale. Mwanaume akirudi anasema nisiamshwe, nimechoka, niache nilale. Kk yetu anakoga, anakula, analala. <laughs> <K -tata. laughs> <K -tata. laughs> Uh, historia inaonyesha kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Mm -hmm. Historia inaonyesha kwamba mwanamke alikuwa ashiriki katika chochote kwenye kufanya maamuzi. Ikiwa si sahihi ni urongo. Ilipofika mwaka, miaka ya elfu moja mia tisa kumi na moja hivi. No, elfu moja mia tisa <laughs> wanawake walianza kupigania haki zao. Wanawake walianza kujitambua. Trust me, mapigano ya miaka elfu moja mia tisa yanaleta matunda leo na tunayaona. Wanawake wanaweza kupiga kura, zamani ilikuwa haipo. Yeah. Wanawake sasa hivi wanaajiliwa kwenye maofisi. Mm. Zamani ilikuwa haipo. Mwanamke kazi yake ilikuwa ni kuzaa, kulima na kulea watoto nyumbani. Mm. Lakini tunavyokwenda dunia eleo, ya leo, tunamuona mwanamke jinsi anavyokuwa jeshi, mwanamke jinsi anavyokuwa kiungo muhimu mm, katika jamii. Mifano mingi mizuri tunayo mm, na tunajionea na tunazidi kujionea. Mwanamke kwangu mimi ni sauti, sauti kuu kabisa. Eh, sauti yenye ya malaka, sauti ya mwanamke tunasema voice of voiceless. Eh, ni sauti za watu zisizosikika mwanamke Sema inasikika. Mm. Mimi kwa kwenye taifa langu na enjoy kuwa na rais mwanamke Daktari Jemedari mm. eh, Samia Hassan Suluhu. Mimi na mm. enjoy. Amefanya mfano mkubwa sana. Mwanamke akaona, kumbe okay, inawezekana. Inawezekana, inawezekana. Na vile alivyo alikuwa vile vile. Hakubadilisha hata kitu kimoja. Kwamba labda mimi nilikuwa navaa shungi sasa hivi sasa nivae kofia za Kijerumani, hapana. Hivi mm. nilivyo ndivyo inavyokuwa. Na ame approve fried wrong watu wengi sana eh, kwa sababu hata eh, alipochaguliwa wanaume wengi pengine hata wanawake wenzie mm -hmm. walisimama wakasema haiwezekani. Haiwezekani. Yeah. Ame, kwamba mwanamke, nchi iongozwe na mwanamke haiwezekani, lakini ametuonyesha kwamba mwanamke anaweza akapita sehemu ambayo, hivi tu sijui kama itakuwa ni sahihi, lakini kwa sababu tupo kwa ajili ya kusifia, eh, eh, eh, kusifia na kuna binadamu wasiopenda sifa ehe, Mungu anapenda kusifiwa na binadamu amemuumba kwa mfano wake mm. Nakumbuka katika historia yake, na niliwahi kuzungumza kwenye wakati na, na, na, na, na mpa kongole ya kuongeza mwaka, alijifunza uhodari huu, anaufanya mpaka anachukua hizi nishani za vyeti vya mazingira na nini na nini. Alijifunza eh, kwa Bimontum, yani kwa mama yake eh, ambaye sisi angekuwepo angekuwa bibi yetu mm -hmm. Alijifunza uhodari wake, umairi wake pale ndijani Zanzibar, alikuwa akiupika urojo wake wa ndizi. Hapo ndipo alivyokuwa maneno mawili matatu, mambo haya amejifunza kule. Kwa hiyo unaona namna gani mwanamke anaweza kulea taifa. Mpaka leo ametuletea kiongozi ambaye ameweza kufanya mengi zaidi na ziada yake, lakini pia kwa kuona i wizara ilivyokuwa ina mambo mengi mengi mengi, akaona anaostahiki kukaa hapa ni mwanamke, kamweka Dorothy Gojima. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba namna gani ambavyo wanawake mnajipakulia minyama, lakini sio tu kujipakulia minyama ila, kwa sababu kwa sababu Gwajima, najua kwamba tunaelewa kwamba kwenye familia. Samahani kidogo, yes, ukisema Gwajima useme Dorothy Gwajima, kwa sababu ukisema Gwajima unanichanganya, kuna Gwajima mwingine na yeye anashtuka, unanishtua. Okay, Dorothy Gwajima amepewa wewe hisi kuaminiwa, kwa sababu tumeona kwamba mwanamke ndo amekuwa ni kiongozi cha familia mwanamke wanasema maf mafanikio ya mwanaume au ya wanaume wengi au nyumba nyingi ni kwa sababu mwanamke yuko nyuma yeah. Na tumeona familia nyingi ambazo... Ha, hata mimi kuvaa hivyo kupendeza barabara namna hii basi ni mwanamke, ilo, kuna he, mwanamke yuko nyuma ambaye amesababisha kama mna wivu hivi eh <laughs> na <laughs> <Okay. laughs> <laughs> katika kuzungumzia maendeleo chanya <laughs> hatusahau kwamba changamoto zipo. <laughs> na changamoto hizi endapo tutazifumbia macho tutakuwa bado kama wanawake hatujaweza kujikomboa kwa ujumla. Hapo sasa ndio nafasi ya mradi Koma, e, kukomboa maadili na kukomboa mazingira pia. Kabisa, sahihi yeah. Kabisa, changamoto nyingi tumekumbana nazo kama wanawake, na mimi najijumuisha kwa sababu mimi ni mwanamke, na tunaishukuru sana serikali yetu tukufu kwa kuweza kupambana na changamoto hizi kwa hatua moja ama nyingine na napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais, aliona hapa kuna ufa, akaamua kuanzisha wizara mpya ambapo akamwamini hmm. Mheshimiwa Dorothy Gwajima, akampa dhamana hmm. na kiukweli, Dorothy Gwajima ameupiga, ameupiga mwingi balaa hmm. ameupiga mwingi vibaya mno. Wakati wizara inaanzishwa, palikuwa na kesi nyingi za kutisha Unakuta mjomba kambaka mtoto mchanga, huyu mtoto wa miaka miwili e, huyu mmomonyoko wa maadili mm -hmm. Mama kapambana kiasi kwamba tunakwenda tunapunguza, tuna, tuna, tuna kusikia ile unyanyasaji wa kijinsia mm -hmm. Unapungua japo bado upo majumbani, unaendelea kwenye maofisi unaendelea, na kama unaendelea, unaendelea kinyemera kwa sababu akisikia wa mheshimiwa waziri hapo, tena ndio tunapaswa kuwa na sauti ya kusema. Wanahukumiwa kabisa na kesi zinaendeshwa, tunasikia na tunaona, tofauti na mwanzo. Kabla tujamkatisha, kuna mjinga mmoja wa eh, aliwe kujichanganya akaposti clip fulani, alifikiri na posti kwa sifa, alikuwa binti sijui anapigwa, ilimkuta jambo. Mheshimiwa Dorothy Gwajima alikaa kwenye ile kauli ya mheshimiwa rais kwamba ukinizingua tunazingua. <laughs> Kweli kamkuta jambo, endelea <laughs> Kwa hiyo sisi kama jamii kwa pamoja tunapaswa kushikana mikono, wanaume kwa wanawake, bila kujali jinsia, kuweza kupambana na hili gonjwa mm. la unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake majumbani, na kwa wenzetu ambao wanakaa vijijini, wanaamini kwamba serikali haiwezi kufikia. Mm, nataka niwambie tu kwamba serikali yetu ya awamu ya tano ina mkono mrefu ina macho na, na masikio popote pale. Kwa wewe mzazi baba ambaye bado upo na zana ya zamani ya kuweza kumnyanyasa mwanamke katika kivyovyote vile, serikali inakuangalia na sisi hatutanyamaza kimya e, na, na, na kwa kukazia hapo, tupo ndani leo tarehe nane, lakini e, Mungu akipenda e, kumi na nane, maanake siku nane mbele, baada ya wiki kama tulivyokubaliana, sisi tukiwa kama timu tutafika sehemu fulani hivi, watu wataiona, tutafanya kipindi hapo, alafu tutaona tuta, tuta, tuta, tuta, tuta namna gani ambavyo wanawake wanaweza, na hata sisi wametuwezesha, sio sisi tumewawezesha wao. E, makofi kwenye timu kidogo. Basi nikirudi kwenye kauli yako na kugongelea msumari kwenye hiki ambacho wewe umekizungumza Mheshimiwa Daktari Dorothy Kojima amesema, maadhimisho haya ambayo yametukutanisha leo e, ambayo ya atawakutanisha watu leo Yeah, sawa, kitaifa ni ni Arusha lakini, uh, ni tunakutana wote taifa kwa ujumla, sio amesema, yanakwenda sambamba na maazimio yale ya ya Beijing nchini Uchina yalifanyika mwaka 1995 kama yeah, sikosei eh, ni sambamba kabisa. Sasa tukiacha hapo, nataka nijadili kitu kimoja, nguvu ya mwanamke katika jamii na ndio tunapata mradi KOMA hapo ndani. Mwanamke ana nguvu na tunazifahamu nguvu zake, tusitoke sana ile maana yeye unyanyasaji na nini sawa. Uh, kwa sababu mwanamke amepaza sauti ndio tumeipata hiyo krim. Lakini sasa nguvu ya mwanamke, nguvu ya mwanamke tukienda sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu, mwanamke ni mama. uh -huh. Mwanamke ni mwalimu. uh -huh. Mwanamke ndo mlezi wa kwanza uh -huh. wa mtu yoyote yule duniani uh -huh. kama nilivyosema kwenye kipindi uh -huh. kwamba mwanamke anayeweza kubeba mimba yako miezi tisa, hakujui, haijui tabia yako, hajui unafananaje, hmm. na bado akakupenda ukazaliwa hivi hivi. Kuna kuna nchi gani ulifanya challenge hmm. kwamba walikuwa na wenyewe wanaweka tumbo kama mpira hivi alafu wanaliweka lenye uzito ule wa mama hmm. wanaanza kuona kumbe mwanamke anapata tabu kiasi gani? imagine niliona hiyo hmm. niliona hiyo Mm -hmm. Kwa hiyo nguvu ya mwanamke kwenye jamii ni kubwa, kubwa sana. Mm -hmm. Yaani aina mfano hivi sana na mno iko wapi inakuwa ina wadhifa? <laughs> Yaani kubwa sana au kubwa mno, kubwa sana. Kubwa kubwa mno. Sana. <laughs> Ni mno sana, basi vyote vyote vina maana sawa. Kwa hiyo kubwa sana na kubwa mno mm -hmm. <laughs> na kubwa kuliko <laughs> okay, nafasi eh, katika mwanamke nafasi ya mwanamke katika jamii kiukweli inashindwa kupata maneno sahihi ya, ya kuielezea. Ehe, ni vile tu kwamba mimi ni mwanamke, sio kwamba ninajipendelea, lakini mwanamke ni jeshi. Mwanamke ni kitu ambacho hakina mfano wake. Mwanamke hmm. ni mlezi. Mwanamke ndo mama wa taifa. Mwanamke ndo anapewa lawama hata katika malezi, kwa sababu yeye ndo chanzo tu, tu, tunaamini sure, kwa, kwamba hmm. a, bila mwanamke dunia haiwezi kuja Alafu leo umependeza sana, ila ila bila mwanaume si tunaweza tukaja. Kuna Maria, yule alizaa bila kufanya chochote. Kwa hiyo sisi ni kila kitu, ni kiungo muhimu katika jamii yeah, yeah. katika ulimwengu huu na mwanamke anaweza kufanya chochote. Tunaona siku hizi kuna wanawake wajenzi kuna wanawake mwanamke anaweza si, okay, mwanamke anaweza kufanya lolote, si mwanamke chochote anaweza kufanya yeah, kwa sababu mwanamke mwa ni ni ni ni ni binadamu anayojitambua yeah, na kujielewa ndio. Kwa mfano tukisema raia namba moja Tanzania, si anakuwa mheshimiwa rais? Kwenye mkoa tukisema raia namba moja anakuwa mkuu wa mkoa, si ndio? Kwa hiyo kwenye dunia eh, Kiumbe namba moja ni mwanamke, kwa <laughs> hiyo mwanamke anaweza kufanya lolote lolote, kusema chochote, manake unaweza kufanya tu eh, holela eh, chochote chochote, liwalo naliwe eh. Mwanamke anafanya lolote lenye mkakati, lolote lenye mpangilio, lolote lenye tija <laughs> mimi. Nikimsifia mwanamke, unaweza siku <laughs> moja ukalala nikimposti mimi <laughs> Leo kapendeza sana kwa sababu leo ni siku yako, siku, leo ni siku yetu, siku ya wanawake, ndio tuvalie pinki eh, siku wanawake, wanawake wala mimi nimefurahi sana. Endelea kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki katika huu mradi Koma. Leo tumefurahi sana lakini niseme kabisa, tumewezeshwa na siku ya wanawake duniani. Uh, nataka nikujuze kwamba hivi unajua kwa nini mtoto wa kike anakuwa na urafiki sana na baba. Na mtoto wa kiume ni kinyume chake yeye ana urafiki sana na mama. Hivyo ndivyo kama nilivyoanza kukwambia, kwa mwanamke anaweza kuhimili njaa kwa muda mrefu kuliko mwanaume. Maana yake mtoto wa kike akikaa na baba, maana yake anaweza ya kumsaidia pale ambapo baba hajiwezi. <laughs> <laughs> Kama umeweza kang'amua vizuri, mama yangu siku moja aliwahi kunichapa mbele ya baba, alafu akaniambia toka pumbavu, nenda kalale. Alafu mumewe ambao baba yangu alivyolala, alikuja kuniamsha akaniambia hivi, nenda kwenye kwenye kwenye ndoo nimekuwekea chakula <laughs> <laughs> amelithibitisha hilo Mheshimiwa Rais juzi. Wewe mwanamke, tunaiona eh, juzi Mheshimiwa Rais amesema, nilikupiga kofi kidogo, lakini chakula nilikuwekea, nimekusamea. <laughs> alosomea <laughs> Watu namjua sio eh, uh huyo. Uh, basi ndio Gabo Zigamba, mshititi wa lugha au shina udhimi Kiswahili. Titi la mama ni tamu, hata likiwa la mbwa. Endelea kulambaza nasi uweze kupata maarifa stahiki katika mradi Koma.